Biashara hii ni biashara ya, anasema ni biashara ya kifursa. Vita ya Urusi na Ukraine ime create the huge demand ya power generation na kwa yes, sababu gesi ilikuwa itoki uh, Ukraine na Russia kwenda Europe na Asia na maeneo mengine kulikuwa kuna uhitaji wa kwa generation kutoka kwenye makaa ya mawe therefore, ndio maana mmeona biashara hii imeshamiri kwenye taifa letu na mataifa mengine yanayozalisha makaa ya mawe. So hapa nipo kuwasisitiza wazalishaji wa makaa ya mawe ndani ya mkoa wetu kuongeza kasi ya uzalishaji usafirishaji na uuzaji nje katika kipindi hiki cha mpito, ambapo bado mazungumzo ya kusitisha vita kwenye nchi yanaendelea kufanyika kama any time t wanaweza wakarizumu kwenye uzalishaji wa gesi na usafirishaji wa gesi, and therefore hiyo itapelekea ku drop down kwa demand ya, ya, ya coal kwenda Europe na Asia, na kwa maana hiyo pia production pungua kwa migodi yetu yote tulio nayo, ili tusipoteze fursa, kwa sababu wakishasimamisha vita na wakaanza sasa kurudi kwenye uzalishaji wa gesi na bidhaa nyingine, automatically demand and supply itashuka io, Matikia, lika, taifa, naro, drop, kwa maana hiyo tutaathirika, na tukiathirika, maanaake pato la taifa nalo litadrop kwa sababu na sisi tunachangia karibia 3.8% kwenye pato la taifa. Kile la pili ambalo nalo nalisisitiza, while we are doing this, tuhakikishe pia tunatunza mazingira yetu yeah. Uchafuzi wa mazingira mara nyingi umekuwepo kwenye maeneo haswa yenye uzalishaji mkubwa kama huu bila kuzingatia migezo na masharti. Kwa hiyo tujitahidi kutunza mazingira na kiangalia huku coal deposit nyingi ziko kwenye misitu na miti ambayo sisi tunaitegemea kama sehemu ya kuzalisha au kuanzishia mvua kwayo, kwa hiyo kukata kwa kiwango kikubwa malake tuna create pia shortage of rain kwenye, kwenye mkoa. And therefore ni waombe pia wakati mnafanya production ya coal, pia mfanye consideration ya creation of rain through his own uh, forests kwa maana, mfanye pia buffer stock ya misitu ambayo itaendelea kubaki kama sehemu ya kuzalishia mvua.